Naam, ni matumaini yangu mzima na afya kweli kweli mwanamichezo popote pale ulipo. Kanda ya kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Njoo hapa ndani ya Chapesa Media tuzungumze michezo na burudani. Kwani tuko hapa kwa ajili ya kukupasha taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Matukio yote mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Tahir Shahir utapata hapa ndani ya Chapesa Media. Kama bado hauja subscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kwani sisi tuko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kumbuku ya kwamba tupo kwenye break kidogo tukipisha uh, timu yetu ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, ambapo inatarajiwa kwenda kucheza mchezo wa kufuzu hatua ya kombe la dunia elfu mbili na ishirini na nane na, lakini pia vilevile vile pasikusahau kuna mambo mengi mbalimbali yanayoendelea na yanayokuwa yakihusiana na michezo kubwa zaidi ni ujio wa kocha wa Simba Sports Club, Adrian Ponteif ambaye amejiunga ndani ya Simba Sports Club. Unafahamu ama unahitaji kujua ni kitu gani ambacho uh, tunakwenda kukizungumzia hii leo, basi fanya cha kufanya tu bonyeza neno subscribe, alafu upate updates mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mimi niko na uh, Muhindi wa Simba Sports Club. Asalamu alaykum, ndugu yangu. Sema upo eh? Poa kabisa. Kwa afya? Alhamdulillah. Bwana mzee wangu mimi nianzie hapa bwana. Umepokeaje ujio wa kocha wa klabu ya soka ya Simba Sports Club? Mwandishi, awali ya yote kwanza ni mpe pole mwanachama na mshabiki mwenzetu wa Simba anaitwa Laksi, amelazwa hospitali ya Amana Ilala. Kwa hiyo awali ya yote, tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu, Mungu amjalie afya njema, arudi salama na aendelee na majukumu yake. Hiyo ndo ombi la kwanza kwa huyu ndugu yetu, Mungu amjalie na ampe afya njema Ndio. Mmepokeaje ujio wa kocha mpya ndani ya Simba Sports Club wana simba, hapa vipi, mmelamba dume kweli kweli? Unajua mwandishi sisi tumempata Dimitar. Dimitar alikuwa kocha wa Gaboroni, sisi tulivyocheza na Gaboroni na katika mechi hizo mbili, tumechukua maamuzi ya kuwa naye. Tunachoomba kwamba amekuja, ajue ukubwa wa Simba, ajue brandi ya Simba inachotakiwa kwamba afuate falsafa ya timu ya Simba, awe serious katika kuiongoza Simba, na sisi washabiki na wanachama tunakotaka atupeleke basi atupeleke nchi ya ahadi. Ndio hicho zaidi ya hayo, mimi nasema kwamba sasa jukumu ni la kwake. Awe serious na wachezaji. Unajua mwandishi tunasema kwamba huyu aliyekuja ni mtu wa matatu. mtu wa matatu. Sasa awe makini sana awe serious sana na wachezaji, kwamba waipiganie nembo ya Simba. Mimi kila siku huwa anasema mwandishi kwamba mtu ambaye anachukua majukumu ya Simba aipiganie nembo ya Simba, awe na uchungu sisi washabiki na wanachama hatufaidiki na chochote mwandishi, eh? Hatufaidiki na chochote sisi, tunachotaka furaha, sisi tunachotaka furaha. Kwa hiyo tunamwomba kwamba amekuja, amepewa majukumu hayo atekeleze ipasavyo na atuletee furaha sisi wanachama na washabiki wa Simba. Baada ya ujio wa kocha ujiwa samani, unajua mwandishi, huyu kocha katika mafanikio yake tuliyayaona kwamba katika ligi za ndani ameonyesha kitu, Botswana Sri Leon, wapi kaonyesha kitu, ila sisi unajua, Simba ni taasisi kubwa, klabu kubwa, sisi malengo yetu ni kimataifa zaidi. Sisi mwandishi, hata hapo kama hatujachukua ubingwa haituumi, lakini tukifungwa na Yanga inatuuma. Tukifungwa na Yanga hatukubali, yani sisi gomvi wetu kutofungwa na Yanga, utopolo ndo gomvi wetu, yani hatutaki kufungwa na nyuma mwiko, lakini zaidi tageti yetu ni kimataifa. Kwa hiyo sisi lengo letu atutimizie la kutufikisha mbali kimataifa, ndio lengo letu. Tumemleta zaidi kwa ajili ya hiyo lengo, atuvushe zaidi ya robo fainali ya CAF Champions League tuliofika, tufike mpaka hata fainali na kubeba kama inawezekana, hata kombe, ndio lengo letu sisi. Tunataka atupeleke kimataifa mbali zaidi, ndio lengo letu. Na mwenyezi Mungu tunaomba amsaidie atimize hayo malengo ambayo sisi tunayategemea, pengine yeah. Labda baada ya ujio wa kocha sasa mnawaasi mnawa, mna, nini mashabiki, lakini pia vile vile na wachezaji wa Simba kwa msimu huu. Nimeongea mwanzo kuhusu wachezaji kwamba wachezaji wamtii kocha wamsikilize anayo, anayotaka uwanjani, wanayofundishwa kwenye mazoezi wayafuate. Ni hayo tu ambayo wachezaji wanatakiwa wawe na nidhamu kwa sababu mwandishi, mimi huwa kila siku nasema kwamba nidhamu ni kitu muhimu. Uwe serious katika taasisi ambayo upo, unajua kwamba unaipigania hiyo taasisi kubwa. Simba ni klabu kubwa katika Afrika. Kwa hiyo hiyo ni muhimu kwamba wachezaji wafuate maelekezo ya kocha na wamheshimu kama, kama meneja wamheshimu. Unaona bwana kwamba tumeletewa huyu mtu tufuate ambacho anatuelekeza, ndio hicho. Nawaomba sana wachezaji wangu wa Simba, kuna mifumo ambayo Simba Sports Club wameamua kuja nayo kwa msimu huu. Hii nikiwa na maana ya kwamba wametoka kwenye mfumo wa ukocha, sasa wamekuja kwenye mfumo wa meneja. Wanataka kufanana kama na Ahali, Ahali hawana head coach, Ahali wana management ama meneja wa timu. Pengine hii ni ukubwa wa Simba Sports Club na yale matakwa anataka kuelekea huko kwenye vile vilabu vitano, sambamba na vilabu vingine vinavyoshika nafasi tano, nafasi nne ambayo ya tano anaishikilia Simba Sports Club, nikiwa na maana Simba anataka kusafiria nyota za timu kama Ahli, Esperance na Raja Casablanca Kasablanka pamoja na timu zingine. Unajua, mwandishi, unaponipa mifano ya timu nyingine ni sawa, lakini kuna tofauti kati ya kocha na meneja. Unajua mfumo tuliokuja nao sisi Simba zamani, kocha kama ukimwita kocha, ana majukumu ya ndani kwenye uwanja ma, wa mazoezi na kwenye pitch, basi hana majukumu mengine, lakini uh, ukimwita meneja, meneja ana majukumu katika sekta nyingi. Kwa mfano kwa upande wa fiziki, upande wa daiti kuna mambo mengi ambayo itakuwa inamhusu katika kusajili katika kuona fitness. Kuna mambo mengi ambayo huyu meneja kama meneja ndo tunamwita yanamhusu, yani ana, atakuwa na vitengo vingi vya kufuatilia zaidi ya mazoezi na kwenye pitch. Hiyo ndo tofauti ya meneja na kocha mkuu. Kwa hiyo sisi kama klabu kubwa, taasisi kubwa, tumeingia kwenye mfumo wa kisasa huo ni mfumo wa kisasa na wengine watakuja kutuiga. Unajua, sisi ni klabu ambayo inakuwa mfano, wengine wanakuja kuiga katika kila jambo. Sisi Simba ndio tunakuwa wa kwanza, wengine au upande wa pili ndio wanatuigaga, lakini bado hawafanikiwi. Ndio e bwana, nihame huko kwa kocha nihamie huko. Sasa adhabu umeziona za shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Kuna baadhi ya wametoa adhabu mbalimbali lakini kubwa zaidi ni adhabu aliyoifanya mchezaji wa klabu ya soka Young Africans Ibrahim Baka kufungiwa michezo mitano. Safari hii inaonekana shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania wamekuja kitofauti kabisa. Pindi unapokuwa ukikosea, kamati ya masaa sabini na mbili inakaa haraka inaamua maamuzi na inatoa adhabu haraka iwezekanavyo. Hii adhabu ambayo imekwenda amekwenda kupewa Ibrahim Baka kutocheza michezo mitano. Wana Simba ukiwa kama mdau wa michezo, hili unaliongeleaje mzee? Mimi nawawapa hongera, nawapa hongera bodi ya ligi mwandishi. Mimi kabla ya mechi na Namungo niliongelea hilo swala kilichotokea Mbeya kabla ya siku moja kwamba bodi inatakiwa wawe makini. Sasa hivi bodi wachukue hatua za kinidhamu kweli, ili iwe fundisho kwa timu zingine, na sisi pia Simba ni fundisho eh? kwa klabu zote kwamba bana, nidhamu ni kitu muhimu, na unapofanya kosa uadhibiwe. Mimi kwa hilo nawashukuru sana sana, na nawapo hongera zao bodi ya ligi kwa kitendo walichokifanya kwamba kweli baka ilitakiwa apewe red kadi eh, kwa kosa hilo. Unajua mwandishi, wamenikosha kweli, bodi ya ligi, yaani wamenikosha. Nawaambia asanteni, kwa sababu wamechukua hatua ya haraka, wameona kweli baka alifanya kosa, imedhihirika hmm. na ilitakiwa apate kadi, ameadhibiwa. Ni superb hmm. ni superb, ni maamuzi hmm. ya mazuri mno mno mno hmm na wapa hongera zao kusema kweli, wamenikosha. Kingine kwamba referee naye amechukuliwa hatua, hivi ndio inavyotakiwa ligi yetu ni bora, mwandishi. Lakini kuna mambo mengine hayo ambayo yalikuwa hayapo mwaka jana, ndio hayo bodi wanayarekebisha. Kwa hiyo mimi nimefurahi na hicho na nifundisho kwa wachezaji na klabu na washabiki wengine pia kwamba tuwe na nidhamu. Unajua, katika michezo nidhamu, nidhamu ni kitu muhimu sana, discipline ni muhimu sana. Kwa hiyo mi nazidi kuwapongeza na waendelee na utaratibu huo huo wa kuchukua hatua haraka na sahihi. Ndio e, bwana mzee wangu, tuamie hapa kwenye i yengo nyingine, Simba Sports Club kuchukua mechi yake za nyumbani na kupeleka kwenye uwanja wa General Semuyu hii, Wanasimba mnasemaje? Inaonekana msimu huu mmeamua kudhamiria kwelikweli, mnataka ubingwa. Michezo miwili, magoli magoli sita, hamjaruhusu goli, hii inaonekana mmedhamiria kwelikweli. Vipi kwa Mkapa? Mbona mbio mbio tena? Unajua, mwandishi, sisi kila mwaka tunadhamiria na kila mwaka timu yetu ni nzuri na tunakaribia kuchukua ubingwa. Tunakofeli ni sehemu moja tu inapofika swala la kucheza na nyuma mwiko hapo ndo tunapofeli, hapo ndo tunakosaga ubingwa. Unaona bwana, na mwaka huu pia tumedhamiria na kupeleka uwanja wa kuwa wa nyumbani wa pale JKT Samuyo, sio mbaya eh, kwa sababu pale sasa hiyo taa zimeshafungwa, kwa hiyo tunategemea kwamba mechi zitachezwa usiku, kwa hiyo watu nachoomba kwamba washabiki na wanachama wa Simba wahudhurie pamoja na kwamba ni mbali, lakini tujitokeze tuisapoti timu yetu, na lote kwa lote, naomba benchi la ufundi na wachezaji wajitume waipiganie nembo ya Simba. hmm. Ndio pengine labda kwa kumalizia unawaambia nini haswa mashabiki wa Simba Sports Club, ambapo katika hiki kipindi uh, unajua mwandishi eh. Katika kabla ya kumalizia, kuna ujumbe mmoja mzito sana nataka kuwapa viongozi wangu, viongozi wangu mwandishi, na nakuomba kwamba hiyo iwafikie na hiyo kipande yani kirushwe ipasavyo, kwamba sisi Simba sisi Simba, tuwaite wachezaji wa zamani akina Malota, soma za moyoni, Mogela, akina nani nani, Mohamedi Momeja, eh? Waitwe wachezaji hao ambao nimewataja baadhi, George Masatu, waitwe na wachezaji wakalishwe, wazamani. wa zamani waundwe kama timu ha maveterani wakati inapokuja swala la msimu kuanza, awale wachezaji ambao wamesajiliwa wakae session na wachezaji hao waopya, hao wa wachezaji wa zamani waambiwe, waambiwe kwamba hii Simba ilikotoka wapi. Hii Simba ya mwaka 30 kuanzia mwaka 35 imetoka wapi na iko wapi na kulikuwa na nini kimetokea, hao wachezaji wajieleze, walivyokuwa wanajituma. Unajua mwandishi, zamani hao wachezaji na wataja walikuwa hawalipwi, yani wanacholipwa ni hela ya nauli eh? wachezaji wakitoka half time, mwandishi, wanakaa pale kwenye duara uwanjani pale pale, wanakunywa maji ya pakti, lakini walikuwa wanajituma, walikuwa na ipigania Simba eh? Lakini sasa hivi wachezaji wanalipwa hela nzuri, wana benefits nzuri. Kwa nini wasijitume? Kwa nini wasipigania nembo ya Simba? Ndio maana nataka na nawaomba na nawashauri kwamba kitu kama hicho kiwe kinafanyika na sio msimu unapoanza tu, kila muda iwe, iwe makumbusho kwa wachezaji hao ambao wanasajiliwa wajue kwamba hii nembo eh? ina hadhi gani? Huu ni ujumbe wangu na naomba sana hiyo kitu kifanyike sawa, sawa. Nikushukuru sana mzee wangu. Sawa, kingine yeah. Unajua mwandishi, sasa hivi sisi bana wana Simba tumekuwa na mgawanyiko. Juzi kulikuwa na pale big screen iliwekwa Coco Beach, kuna mshabiki alipigwa anaitwa Malaika. Kweli vitendo hivyo vinasikitisha sana. Juzi nilikuwepo uwanja wa pale Taifa, kuna mshabiki moja ye sio mwanachama, ni mshabiki anaitwa JB 64 alileta vurugu kwa kumpiga mshabiki mwanachama moja anaitwa Nyami, na wanaposema kwamba wanasema kwamba sisi tumetumwa na mwenyekiti wa wanachama. Kwa hiyo hiyo mambo hayo tunayakemea, tusilete mtafaruku kati ya wa, washabiki na washabiki tuungane, tupendane na tuwe kitu kimoja. Hiyo ndio ombi langu. Shukrani sana, asante sana.